Ripoti ambazo zimetoka sasa hivi ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametoa taarifa kupitia mtandao wake wa Truth Social akifichua maudhui ya mazungumzo yake ya simu na rais wa Urusi ndugu Vladimir Putin. Taarifa hiyo inatoa mwangaza kuhusu mipango ya kusitisha vita kati ya Urusi pamoja na Ukraine na maendeleo katika masuala ya amani ya Mashariki ya Kati. Rais Trump amesema mazungumzo yake na rais Putin yalikuwa yenye tija sana. Kwa mujibu wa Trump, Rais Putin alimpongeza yeye na Marekani ma ma ma kwa mafanikio makuu ya amani ya Mashariki ya Kati ambayo Putin alisema yamekuwa yakitamaniwa kwa karne nyingi kufikiwa. Ninaamini kabisa kwamba mafanikio haya ya Mashariki ya Kati yatasaidia katika mazungumzo yetu ya kufikisha mwisho wa vita vya Urusi pamoja na Ukraine. Aidha, Rais Putin alimshukuru mama wa taifa yaani Melania kwa kushiriki, kwa ushiriki wake katika masuala ya watoto, jambo ambalo walipongeza na alionyesha kulithamini sana viongozi hao. Pia walitumia muda mwingi kujadili masuala ya biashara kati ya Urusi pamoja na Marekani baada ya vita vya Ukraini kumalizika. Mwisho wa mazungumzo yao ya simu, viongozi wao walikubaliana hatua zifuatazo. Hatua ya kwanza ni, walikubaliana kuwa na mkutano wa washauri wao wa ngazi ya juu wiki ijayo. Upande wa Marekani, mikutano ya awali itaongozwa na katibu wa nchi ndugu Marco Rubio pamoja na watu wengine ambao wamechaguliwa, lakini baadaye rais Trump na rais Putin watakutana katika eneo ambalo watakalokubaliana, huko Budapest, Hungary ikitajwa kama eneo linalowezekana. Lengo la mkutano huu ni kuona kama wanaweza kumaliza vita hivi ambavyo visivyo na utukufu kati ya Urusi pamoja na Ukraini. Kabla mikutano hiyo ya ngazi ya juu, Trump ametangaza kwamba atakutana na rais wa Ukrain ndugu Volodimir Zelenski siku ya kesho Ijumaa katika ofisi ya Oval. Lakini katika mkutano huo Trump atajadili na Zelenski mazungumzo yake na Putin na mengi zaidi. Anasema, ninaamini maendeleo makubwa yalifanyika katika mazungumzo ya simu leo lakini taarifa hii inathibitisha kuwa diplomasia ngazi ya juu inafanyika kwa kasi, uh, kati ya Marekani pamoja na Urusi, huku hatima ya vita vya Ukraine ikiwa katika mzani mpaka hivi sasa.